na mizigo yenu iko salama, kama mnavyoona. Huduma zinaendelea hapa Mumbai, India. Sisi kama Silent Ocean tunapenda kuhakikishia haraka ya mzigo wako iko hapa. Kila wiki tunaondoa kontena. Hello Tanzania, I'm Junet from Silent Ocean India. Now the situation is very smooth and very good. Alhamdulillah, I would like to invite you guys. Please come to the India and do the business with us. Simba wa bahari tunakuambia kuwa kwa kipato chako hicho hicho kidogo licho nacho una uwezo wa kusafirisha mizigo na sisi Simba wa bahari hapa India. Iwe ni midogo, iwe ni mikubwa. Kama unavyoona, huyu ni mteja wetu ameleta paseli ni ndogo kabisa na kuna paseli zingine ni ndogo zaidi ya hii. Lakini Silent Ocean hatujalishi ukubwa wa parcel. Sisi tunathamini mteja na tunapokea kila aina ya parcel ambayo inakuja katika warehouse yetu. Chaguo ni la kwako mteja, kuisafirisha kwa ndege au kwa maji, kwani kwa ndege ni siku chache zaidi, na kwa maji pia ni siku chache haraka na kwa bei nafuu. Karibuni sana India. Simba wa bahari. Simba wa bahari.